Wajibu huu umewekwa kwa vijana. Vijana wana nafasi kubwa ya kuikamilisha kazi, na itakamilishwa na vijana. Sasa ndio naona katika kitabu cha Yohana wa kwanza, anapokuja kutuambia, anaeleza anaeleza hizi habari, anasema e, ya kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule muovu. Yohana wa kwanza mbili kumi na nne b. Kwa hivyo tumekusha kupata ya kwamba kumbe a, neno la Mungu linakaa ndani ya vijana na vijana ndivyo ambao wanapewa nafasi kubwa katika kuimaliza kazi. Katika kitabu cha ujumbe kwa vijana wa ukurasa mia mbili, kumi na mbili kumi na tano, tunapata ya kwamba si lazima kijana awe ni yule mwenye kuwekewa mikono kwa mchungaji. Kumbuka ya kwamba uh, ni vyema kuingia katika kazi ya uchungaji. Kitabu hiki hiki cha utume wa vijana inasema wa vijana wasiweze kukatishwa tamaa katika kuingizwa huko katika uchungaji, lakini si lazima, si lazima ndipo uingie katika kazi unatakiwa uingie katika kazi maana wewe ni misionari tayari. Fanya kazi ya Bwana, kamilisha sehemu inayohitajika, ili Yesu aweze kurudi, maana kazi inakamilishwa na vijana. Anasema katika paragrafu ya pili, marafiki vijana wapendwa, kumbukeni kuwa sio lazima kuwa mchungaji aliyewekewa mikono ili kumtumikia Bwana. Sio lazima, sio lazima. Kuna njia nyingi za kumtumikia Kristo njia ziko nyingi sana, ziko nyingi sana, ziko nyingi. Kwa hivyo katika kila sehemu ya utumiaji, fursa ambazo zimeweza kupatikana kwa ajili ya kazi ya Bwana, basi hizo ziweze kutumika, watoto wa Mungu waweze kutumia, waweze kufika katika ukamilifu wa kazi yake, aweze kurejea aweze kulegea. Anasema katika paragrafu ya tatu, anasema fanya yote yaliyo katika uwezo wako ili kupata ukamilifu, lakini usifikiri kuwa kwa sababu unafanya makosa umeondolewa katika huduma ya Mungu. Vijana walio katika huduma wanaweza kuwa na makosa mengi, na linawezekana, uh, kanisa likawa linasema mengi kuhusiana na vijana, lakini hebu kila kijana ambaye yeye anajua ni mtendakazi pamoja na Mungu basi aweze kujidhatiti ya kwamba atajitoa kikamilifu kwa ajili ya kazi yake, maana kuna wakati unakuja ambapo hamna mtu atakayeweza kufanya kazi. Maadamu ni mchana, kazi ya Bwana iweze kufanyika, na kila kijana, kila kijana aweze kujihakikishia ya kwamba basi anaifanya kazi katika muktadha ambao Mungu ameweza kuruhusu.